Bwana asifiwe. Imani yako iko wapi? Ndio ujumbe wa leo, unauliza imani yako iko wapi? Kwa sababu imani, imani haitaki imani katika Kristo haitakiwi iwe na shaka yoyote. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini imani haitakiwe na shaka? inatakiwa usiwe na shaka, kwa kuwa maadamu neno la Mungu linasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni sharti imani yako, shetani aitengeneze kutokuwa na uhakika na kile unachoamini. Una hakika, unafahamu umaikumwana nani kafanya hivyo, umaikumwana nani kafanikiwa akili yako, kwa sababu imefungua imefungua spika kwenda kusikia yale arbeni yanayokwambia, you know, know, you know, you know, kwamba kwa maikuona ukijaa lazima ule mishari utaharibu ufahamu wako, utakwenda kuharibu moyo wako, we utakuwa, unakwenda ovyo. Kanisa la Mungu, Mungu anataka kuturejeza katika mikono yake salama, ili, ili tusigeuke kushoto wala kulia, kwa sababu upepo ni mkali Mishale mingi inalenga watu wa Mungu, inalenga kanisa, na imeharibu wengi na kuwatawanya. Na katika kuwatawanya, akishakupata kwenye kiburi atakuongezea kiburi, akishakupata kwenye uongo atakuongezea uongo akishakupata kwenye dharau anauongezea dharau, akishakupata kwenye kule kususa susa hatakuongezea kususa, akishakupata kwenye kila tamaa anakuongezea tamaa. Akishakupata akishakupata mishale wake mmoja, ukishaingia nishati ya kuongezea, kupata, ya kupata, moja, ukisha india, akumgeze, pale pale, ili mpaka akutawanyi. Inapotokea kwamba unatakiwa sasa uje kanisani kwa wakati, fanya hivyo bila maswali inatakiwa umtolee Mungu, fanya hivyo bila maswali. Inatakiwa uje kuimba, fanya hivyo kwa uaminifu bila maswali. Inatakiwa unapomwabudu Mungu, umwabudu katika roho na kweli, fanya hivyo bila maswali. Natakiwa acha kiburi, acha dharau, acha uongo, acha kwa kumaanisha bila maswali. Mungu atakurejeza dii kutoka katika utawanyiko wa ile mishale